Kama una matatizo ya kutoshika ujauzito na magonjwa ya mfumo wa uzazi, kutopevusha mayai, basi nakushauri utumie CPE Natura Ceutical na, na kwa nini nakushauri utumie CPE Natura Ceutical? Kwa sababu itakusaidia kutibu maambukizi, kuimarisha homoni, kuzibua mirija, matatizo ya hedhi, ukavu okay, ukeni, maambukizi ya fangasi kusaidia kutibu maambukizi ya vaginosis, chlamydia, kizazi kulegea na kuimarisha mishipa ya uzazi, kupevusha mayai, kutibu polycystic ovarian syndrome, mimba kuharibika kama una endometriosis, saratani ya shingo ya kizazi, kutibu vivimbe maji kwenye mfuko wa uzazi, kuimarisha homoni za estrogen na progesterone, lakini sambamba na kuondoa uchafu kwenye mfuko wa uzazi, kuzalisha tishu za uke, na kuondoa ukavu ukeni na kukusaidia kushika ujauzito, lakini pia na ku na kuwa na hamu ya tendo la ndoa, lakini pia itasaidia kupevusha mayai. Kama unashindwa kushika ujauzito haraka uweze kushika ujauzito. Gharama ya tiba hii kwa mwezi ni laki na sabini, na kwa miezi mitatu mfululizo, unashauriwa utumie miezi mitatu mfululizo, ni laki tano na kumi. Kama una tatizo la miaka saba na kuendelea ushiki ujauzito na una matatizo ya uzazi, ni kushauri utumie kwa muda wa miezi sita mfululizo, ila najua kwa mpangilio wa lishe na hii tiba nitakayokupatia miezi mitatu itakuwa inatosha. Kwa hiyo, hii weka oda yako sasa hivi kupitia namba ya WhatsApp inayoonekana hapa chini, lakini pia soma caption nimekuwekea nime maelekezo ya kutosha ambayo inaweza kukusaidia kuielewa kwa kina. Kwa hiyo, ukishasoma caption utaelewa, lakini pia hakikisha una share video hii na rafiki yako ambao unahisi anaweza akawa na changamoto hizi na pia comment neno niunge, nitaweza kukuunga kwenye group letu la community ambapo tunafundisha lishe bure ya namna ya kuweza kushika ujauzito. Karibu sana kwa mwili na cocetic clinic. Share video hii, nitafute WhatsApp, weka oda na komenti neno niunge kujiunga na group letu bure.